Askofu wa Roma Francisco alizaliwa katika mji mkuu wa Argentina mnamo tarehe kumi na saba Desemba elfu moja mia tisa thelathini na sita, mtoto wa wahamiaji kutoka Piemonte nchini Italia. Ndugu msikilizaji, alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, mjeswiti wa Argentina, kwa jina kamili George Mario Bergoglio la ubatizo. Alikuwa askofu mkuu wa Buenos Aires tangu 1998. Alikuwa mashuhuri katika bara zima na mchungaji rahisi aliyependwa sana katika jimbo lake na ambaye alisafiri sehemu mbalimbali hata kwa njia ya ardhi na basi. Watu wangu ni maskini na mimi ni mmoja wao, alisema wakati mmoja, kuelezea chaguo lake la kuishi katika ghorofa na kujipikia mwenyewe chakula chake cha jioni. Daima alipendekeza huruma, ujasiri na milango wazi kwa mapadre wake. Kitu kibaya zaidi ambacho kinaweza kutokea katika kanisa, alieleza katika baadhi ya matukio, ni kile ambacho mwandishi Derubak anachokiita ulimwengu wa kiroho, ikiwa na maana ya kujiweka katikati au kimbelembele. Na alipotaja haki ya kijamii alitualika kuchukua tena kusoma katekisimu ya Kanisa Katoliki, amri kumi za Mungu na kushika heri. Licha ya tabia yake kidogo ya aibu, alikuwa mtu wa kumbukumbu kumbu kwa nyadhifa zake wakati wa mzozo wa kiuchumi ambao ulitikisa nchi yake mnamo elfu mbili na moja. Alizaliwa katika mji mkuu wa Argentina mnamo tarehe kumi na saba Desemba elfu moja mia tisa thelathini na sita, kwa hiyo alikuwa na miaka themanini na nane, mtoto wa wahamiaji kutoka Piemonte nchini Italia, baba yake Mario alikuwa mhasibu, aliajiriwa kwenye reli, wakati mama yake Regina Sivori alitunza nyumba na elimu ya watoto wake watano. Baada ya kufuzu kama fundi wa kemikali, alichagua njia ya upadre wa kuingia katika seminari ya jimbo. Mnamo tarehe 11 Machi 1958, alijiunga na Jumuiya ya Yesu, yani Wajesuiti, na alimaliza masomo yake ya kibinadamu nchini Chile na mwaka 1963 aliporudi Argentina, alihitimu katika Fal falsafa katika chuo cha Mtakatifu Jose huko Mtakatifu Miguel. Kati ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne na elfu moja mia tisa sitini na tano alikuwa profesa wa fasihi na saikolojia katika chuo cha Bikira Maria msafi wa Roho huko Mtakatifu Fe, na mnamo 1966 alifundisha masomo yale yale katika chuo cha Salvador huko Buenos Aires. Kuanzia 1967 hadi 1970 alisoma taalimungu na kuhitimu kutoka chuo cha Mtakatifu Yosefu. Tarehe 13 Desemba 1969 alipewa daraja la upadre na askofu mkuu Ramon Jose Castellano. Aliendelea na maandalizi yake kati ya 1970 na 1971 nchini Hispania, na tarehe 22 Aprili 1973 alifunga nadhiri za daima katika shirika la Wajesuiti. Huko Argentina alikuwa mwalimu wa wanaovisi katika mtakatifu Migwere, profesa katika kitivo cha taalimu na mshauri wa kanda ya jumuiya ya Yesu na mkuu wa chuo. Mnamo tarehe 31 Julai 1973 aliteuliwa kuwa mkuu wa kanda ya kijesuiti nchini Argentina. Ndugu msikilizaji, alikuwa ni Kardinali Kwaracino aliyemtaka kama kuwa mshirika wake wa karibu huko Buenos Aires. Hivyo tarehe ishirini Mei 1992, Papa Yohane Paulo wa Pili akamteua kuwa askofu mkuu wa auka na msaidizi wa Buenos Aires. Tarehe ishirini na saba Juni alipata daraja la waskofu kutoka mikononi mwa kardinali mwenyewe katika kanisa kuu. Kauli mbiu yake alichagua miserando et eligendo, yani nilitazama kwa hiyo msamaha unakuwa chaguo yani uchaguzi. Na katika koti lake aliweka moto wa ishara ya jumuiya ya Yesu. Mara moja aliteuliwa kuwa wa eneo la Flores na tarehe 21 Desemba 1993, akawa makamu mkuu. Basi haikuwa ajabu wakati tarehe 3 Juni 1997 alipopandishwa wadhifa na kuwa askofu mkuu mwandamizi wa Buenos Aires. Hata miezi tisa baadaye, baada ya kifo cha kardinali kardinari Kwarachino, alimrithi tarehe 28 Februari 1998 kama askofu mkuu wa Argentina, na katika mkutano wa baraza la makardinali mnamo tarehe 21 Februari 2001, Mtakatifu Yohane yone Paulo wa pili alimuunda kuwa kardinali na jina la makao yake Mtakatifu Roberto Bellarmino. Mnamo Oktoba 2001 aliteuliwa kuwa naibu mwandishi mkuu katika mkutano mkuu wa kawaida wa kumi wa Sinodi ya maaskofu iliyowekwa kwa ajili ya huduma ya kiaskofu. Wakati huo huo, mwezi Aprili 2005 tano alishiriki hata katika baraza la makardinali la uchaguzi ambalo lilimchagua Papa Benedikto wa 16. Alichaguliwa kuwa papa wa Roma tarehe 13 Machi elfu mbili na kumi na tatu, na leo hii tarehe 21 Aprili elfu mbili na ishirini na tano amerudi kwa Mungu baba mwenyezi.